Jumlisha Katavi, idadi ya wapiga kura wa Dar es Salaam for 2020 ilikuwa roughly the same as wapiga kura walioandikishwa kwenye hiyo mikoa sita. Hiyo mikoa sita ina majimbo 37. Dar es Salaam ina majimbo kumi. Kwa hiyo ukipigiwa kura milioni tatu laki nne ishirini na saba elfu Dar es Salaam, una wabunge kumi. Ukipigiwa kura hizo hizo kwenye hiyo mikoa sita, unawapiga kura thelathini na saba, una wabunge thelathini na saba. Nani mshindi? Eh? Thelathini na saba ni mshindi Ukipigiwa kura zote za Dar es Salaam, za Arusha, za Mbeya, za Tanga, za Mwanza, za Dodoma, hufikishi, hufikishi, fanya mahesabu, hufikishi wabunge wa nusu ya, ukipigiwa kura za Zanzibar yote Zanzibar yote inapiga kura laki tano sitini sita elfu. Ina majimbo hamsini, ina majimbo hamsini. Hayo majiji yote hayo hayo niliyoyataja, Dar es Salaam ina kumi, Mwanza mawili, Tanga moja, Arusha moja, Mbeya moja, Dodoma moja. Jumla wabunge wangapi eh? kumi na nne, kumi na tano. Sawa sawa. Kwa hiyo hata ushindeje, mijini huwashindi na mijini ndiko mnakopatia kura zenu nyingi. Hiyo imetokana na nini? Hiyo imetokana na nini? Gerrymandering. Sasa gerrymandering ina msingi wake kwenye katiba yetu. Ukiangalia ibara ya sabini na tano ya katiba inapozungumzia utaratibu wa kutengeneza majimbo, inasema hivi katika kutengeneza majimbo ya uchaguzi tume itaangalia uwepo wa miundombinu na hali ya kijiografia. Hizo ndio vigezo viwili pekee vya kutengeneza majimbo ya uchaguzi. Sasa jiulize, miundo mbinu si barabara, ina uhusiano gani na upigaji kura ina uhusiano gani na representation of the people? Hali ya kijiografia ni nini hasa? Mvua, ukame, mapori, milima, mabonde, si ndio? Hali ya kijiografia ina uhusiano gani na representation of the people? Ina uhusiano gani Mnachagua nini? hayo majimbo ni kwa ajili ya nini? ya binadamu au ya nini? kwa sababu binadamu hawapo kwenye vigezo vya kutengeneza majimbo. Sasa kitu, kitu ambacho wengi hawa hawatukielewi ni kwamba binadamu walikuwepo Wakaondolewa, walikuwepo wakaondolewa, na waliondolewa makusudi. Tulipopata uhuru, katiba yetu iliandikwa na Waingereza. Tume ya uchaguzi hii ya leo hii ilianzishwa na katiba ya uhuru iliyotungwa na Waingereza. Mnanipata kwenye kazi za tume, kutengeneza majimbo. Katiba tuliyotungiwa na Waingereza ilisema hivi: katika kutengeneza majimbo ya uchaguzi, tume itaangalia usawa wa wananchi wa eneo husika usawa population parity, unaupataje? Unapataje usawa wa, wa, wa, wa, wa, wa, watu wanaowakilishwa? Katiba ikasema ilisema kwamba kila baada ya sensa, kila baada ya sensa tume itaangalia idadi ya watu waliopatikana kwenye sensa na kugawa kwa idadi ya majimbo ya uchaguzi ili upate wastani wa watu katika kila jimbo. Ukishapata wastani wa watu katika kila jimbo, ndio unaenda kuyatengeneza sasa jimbo. Kama wastani ni laki tatu, unaenda kuangalia hawa watu laki tatu wako wapi? Unatengeneza majimbo accordingly. Hiyo ilikuwa katiba yetu ya uhuru. Tukapokea hivyo vifungu kama vilivyo kwenye katiba yetu ya kwanza ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 65, katiba ya mpito, havikubadilishwa neno moja. Tukaenda na katiba ya mpito mpaka mwaka sabini na saba tukatunga katiba hii ya sasa, vile vifungu vilihamishwa kama vilivyo kwenye katiba ya